Walau kwa uchache ifahamu Arasi Berkane, The Orange Boys, leo wanakipiga dhidi ya Simba. Hii ni historia yake katika michuano ya CAF Confederation Cup na CAF kwa ujumla katika misimu ya hivi karibuni. Hawa ni Waarabu wamba kwelikweli, ambao washawahi kuchukua ubingwa wa michuano hii. Je, Simba kwa rekodi hizi atatoboa? Ni rekodi gani hizo? Karibu sana. Jina lake kamili inaitwa Renaissance Sportive de Berkane, jina la utani wanajiita The Orange Boys, ni kama ilivyo Simba wekundu wa Msimbazi. Timu hii imeanzishwa mwaka 1938, naweza kusema na zaidi ya miaka 80. Uwanja wake wa nyumbani ni Berkane Municipal Stadium au uwanja wa manispaa wa Berkane ambao una uwezo wa kuingiza watu 12,000 tu. Mwenyekiti wa timu hii anaitwa Hakim Benabdila, kocha ni Mauni Chaban. Ligi yao inaitwa Botola ya hapo Moroko, na msimu wa mwaka 2024 2025 imeweza kushika nafasi ya kwanza katika msimamo. Kwa kifupi ni mabingwa kwelikweli. Basi timu hii imeanzishwa Mei mwaka 1938 na wakabadilisha jina mwaka 1978, na kutokana na mambo kadhaa, lakini ikiwemo kuihodhi rangi yao ya njano na mambo mengine ambayo timu hiyo wameweza kuifanya hapo katika Moroko. Ligi yao ya ndani wameweza kuchukua kwa mara nyingine katika msimu huu, yaani Moroccan Throne Cup title, wamechukua mara tatu. International Competition, michuano ya kimataifa, Berkane wana vikombe vitatu, viwili vya CAF Confederation Cup na kimoja cha CAF Super Cup. Hawa ni wamba kwelikweli, sio wa kuchukuliwa poa. Ni moja kati ya klabu maarufu na yenye mafanikio katika nchi ya Morocco, miongoni mwa virabu ambao vimefanya vizuri kwa miongo kadhaa, na moja kati ya klabu ambayo inatajwa kuweza kuwa na historia kubwa barani Afrika. Hii ni rekodi ya RS Berkane. Si wageni katika fainali za CAF na yenyewe inajivunia ngome imara iliyo nayo. Klabu hii ya Morocco inacheza fainali yake ya tano ya Kombe la Shirikisho la CAF katika msimu huu, katika kipindi cha miaka saba imecheza fainali mwaka 2018, 2019, 2020, 2022 na sasa 2025 dhidi ya Simba, ikitoa ubingwa mara mbili, 2020 na 2022, pamoja na ubingwa wa CAF Super Cup mwaka 2022. Hii ni timu ambayo ni bingwa mtetezi wa ligi kuu ya Morocco Botola Pro baada ya kuwashinda vigogo kama Wydad Casablanca na Raja Casablanca kwenye mbio za ubingwa. Si tu hilo, mpinzani wake Simba yenyewe iko nafasi ya pili kwenye ligi ya kuu Tanzania bara nyuma ya Yanga. Kwa hivyo hapo utapima mzani, Simba nakutana na kigogo kwelikweli, sio kumchukulia poa. Rekodi ya Berkane nyumbani kwenye michuano ya kafu msimu huu ni ya kutisha wamecheza mechi sita katika dimba la Stedi Municipal di Berkane bila kuruhusu hata bao moja. Katika raundi ya pili kuelekea makundi, iliichapa tano bila Dadje Benin. Kwenye makundi, iliichapa tano bila Stellenbosch ya Afrika Kusini, kwa ambao Simba walikutana nao nusu fainali, kashinda mbili bila dhidi ya Lunda Sul ya Angola na kuchapa moja bila Stedi Malieni ya huko Mali. Robo fainali ikashinda moja bila dhidi ya ASEC Mimosas ya Ivory Coast hapo kabla ya nusu fainali kuizaba uh, Sports Club kabla ya nusu fainali kuizaba Constantine ya Algeria bao nne kwa sifuri. kwa jumla wamefunga mabao 18 nyumbani msimu huu na hawajaruhusu hata moja mara ya mwisho kufungwa bao nyumbani katika michuano ya CAF ilikuwa ni Mei 12 mwaka 2024 walipolala mbili moja dhidi ya Zamalek ya Misri kwenye fainali ya kombe hilo msimu uliopita. Msemaji wa Simba, Ahmed Ally, anakiri wazi ukubwa wa kazi mbele yao, tukimnukuu alisema, matumaini yapo lakini lazima ukweli mmoja tu useme, mpinzani tunaokwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Sio mpinzani mwepesi, amechukua ubingwa mbele ya Wydad Casablanca, amechukua ubingwa mbele ya Raja Casablanca. huyu ni mpinzani wa kiwango cha kutisha mno. Kwa hivyo Simba wanaelekea kwenye moja ya viwanja vigumu zaidi barani Afrika. Je, yeah, Simba ataweza kuvunja ngome ya Berkane leo?